Hope mnaendelea vizuri na ujenzi wenu wa taifa. Mimi ndo naitwa hiesaampaka. Usalama umekuwa sawa, hiyo ndo kazi yetu. mm -hmm. Na hata station ni yenu vijana, karibuni sana. Shukrani, asanteni. Karibuni kijana, furahi eh. Sana, karibu vijana mm. hapa eh. eh. eh. yes, yes. sana kuwaona mmekusanyika hapa kwa ajili ya kujadiliana jinsi ya kuijenga taifa kwanza. yes. eh, kijana, wewe unashughulika na kazi gani kwanza? Mimi ni mfugaji wa kuku Okay. Hongera sana, sana eh? Na wewe <laughs> eh, mimi nashughulika na kuuza nyama kwenye bucha hapa kijiji kwetu ya makutano hii eh, mama Taifa sema mama. eh, wewe unashughulika na mishe gani? Nini? niko na duka kubwa hapo makutano eh, eh. Wow. Napenda wa mama sana kwa sababu ninyi hmm. mnatia bidii sana kwenye ujenzi wa taifa hmm. na hivyo ndio tunataka kijiji eh, kiendelee ki mm hivyo -hmm. Vipi mama? Mi nauza samaki. Okay, tupule samaki changa tu hapo samaki. Okay. Hey. tu samaki uh -huh. samaki tu zangu saizi, hakuna mwenye anashika anashika. Tumefurahi sana, tumefurahi sana tumeshukuru, tumeshukuru. okay, vizuri. hey, sana security mzuri sana samaki nauza omena mm hata -hmm. Kamongo mbuta hata shivambala zote ziko ndani okay. Yeah, sainaacha tu hapo, sina shida ndio eh naacha tu hapo, security iko sawa, iko salama salama, sai tunasikia vizuri, nashukuru sana kusikia mm hivyo -hmm. Asante security hey. Iko sawa yeah, yeah. mm -hmm. Hiyo hivi tunaona ni nimaacha mm tu ziko safe yeah hiyo -hmm. Ndo kazi yetu mm -hmm. Kuhakikisha mnafanya mambo yenu ya ujenzi wa taifa mkiwa salama. Yeah. Na hata hiyo police station mnaiona, hey, ni yenu ndio, kwa sababu ipo kwa ajili yenu hata saa hii maduka, oh, ivunjwi hizi yes, maduka hata ivunjwi, iko sawa vizuri, okay. Um, sawa. Ah, uh, kidogo naweza kukuona kando. Okay

Ah, hata si chai mke wangu, chai. Kuna kikao kwa chief, tunapaswa tuende tufike kule tusuluhisha mambo kwanza mapema sana. So unamaanisha ukunywi chai yangu ama? ah, chai ningeikunywa lakini ni kidogo. Basi kunywa chai. Hivi <laughs> niulize mume wangu, kila siku kazi kazi kazi. Kwa nini hakuna siku utachukua time na mimi? At least hata tuongelee tushauriane. Hmm. Nataka kwenda kukuletea chapati. Ah ah, usijali, usijisumbue mke wangu. Mbona nisumbua? Acha nikuletee chapati kwanza. Si utulie nikuletee chapati ukunywe nayo. Ah, usijisumbue mke wangu. Ah. Acha tu, niko haraka, niko na dharura, naenda police station sasa hivi. Unajua mimi pia nachoka kwa hii nyumba. Umesikia tu vizuri. Sasa iko hivi, sawa? Mm. Si umeona chai yenyewe pia nimekulazimisha. Mm. Leo ni siku yangu ya kwenda clinic. Oh. Ila na na nashukuru sana kunikumbuka. Sasa kama utaki kukaa hapo chini, na na wewe nitaongea. mm. mm -hmm. wewe nitaongea siku gani sasa? Fanya hivi mke wangu, samahani sana wewe, nenda tu kliniki kwa leo, alafu next nitakusindikiza. Wewe pia umeona leo iko fix. Leo mimi na kuchoka nakuchoka. hmm. Sikudanganyi sinichoke. Kasa ukinichoka mapema hivi itakuwaje eh? kila siku sikuuko tubizi uko bizi na kazi, mwangaleta venye ume sweat saizi <laughs>

Hodi hapa. Rachel mwanangu. Oh, mama uko? <laughs> Niko karibu mwanangu <laughs> wa kipekee. Hey. Hey. Eh. Eh. Habari mama. Eh, mwanangu, mm, umena -hmm. Umena kabisa kama malaika Niko poa karibu. Naendelea mm. <laughs> eh, eh, eh. vizuri eh, mm. eh, uko ah, eh. eh. ah, eh, sawa. Eh, eh. Karibu. Asante. Naona <laughs> ka siku hizi mm. umekabeba mm. eh, haraka haraka ka ka ni kama babu yake. Ndio vizuri mam. Eh. <laughs> Hey. uh -huh. Kumbe ni hivi tu hey. mm. Niko poa. Uko poa. Karibu. Hey. Karibu mama, kanaendeleaje? Niko poa kabisa. Hey, mamangu. Mm, niko. Hey, mm. Mazuri nyumbani. Ah, sisi tuko tu hakuna mm. shida. Naona, sasa wewe ni mwanamke wa Eh. hapa nyumba wa boma e. e. <laughs> e. e. e. e. e. sia unakaribia ku, kupanua familia. Eh. E. sasa Ndio vizuri. Sasa nitapeana kijana wangu mari ya kupelekea nyumbani kwini vizuri. Fanya mm. mm. Asante. Pia tuko. Eh. E. pia tumetulia mm. ameenda ameenda kazi mm. Hmm. ameamka asubuhi akaenda kazi akasema kuna meeting hmm. anaenda mbio, ameitwa mpaka. okay. jioni arudi, ndiarudi hmm. hmm. eh. kuna shida ma? ah, hakuna shida hmm. na tu nikuje niwatembelee oh. Shida mwanzo nimekumisi wewe sana mm -hmm. Hata nimeshanga, eh, kumbe uko sawa. Hata alikuwa nataka nimwambie mm -hmm. tupange siku tukuja nyumbani kutembele. mm -hmm. Kutembelea maana nimekaa bila nyumbani kutembelea tu mm -hmm. karibuni sana Kirudi jioni mm. Nitamwambia ni sawa cha niende huko nikutafutia ka kitu hmm, ma. mm. Ni nini? Okay, ni sawa tu mama angu. Mimi nakupenda najua. Sasa ndio mama angu ameshapata mimba <inaudible> Hii nilikuwa natarajia ni mbegi kwa ya anamkula jamini! Hii kitu hii ati mimi nakupenda, ati mimi unanipenda, nakupenda mama. Napenda nani mimi? No, nimeweka katole. No, acha ningoje kijana wangu akuje. Ofisa Goliath? Yes sir. Hebu kidogo. <tapos> <tapos> uh. <tapos> Sioni baadhi ya ripoti kwenye meza yangu, zinafanya nini bado? Yeah, nazihitaji hizo ripoti kwenye meza yangu sasa hivi. kuko salama kabisa yeah. Huko shwari, karibu sana makutano, hu uko kwema. Nimefurahi kukuona rafiki yangu. Asante sana. Habari <laughs> ya kazi huko? ah, kwema huku <laughs> yeah. Ndo nasikia sifa zako kabisa, unafanya miracles misukosuko. <laughs> ah, kidogo lakini tunafaulu ah. yeah. <laughs> <laughs> Vizuri oh. Oh, sana yeah. Na vipi kuhusu Sheme ah, <laughs> <laughs> sheme jako siku hizi tunakaa naye, mm. eh, kuni zishapata, oh. jiko yeah. <laughs> Kana, yeah. mm. yeah. na chakula kina hivyo, ujue uko nyumbani. Pia nawe unaendeleaje huko? <laughs> Niko salama kabisa shemeji, eh? Bila shaka, au bado uko singo kama vile taya pikipiki? Sijai na ni kweli, sijawahi kukutambua, sijawahi kutambisha kwako na mkula kuhusu ukuja. Ni sawa kabisa kwanza, leo sipo kwenye shift <laughs> wangu, kwa hivyo mtakuja kuja umwone shemeji yako, nione naweza kuwa tunapitana labda na hatujuani ni eh? wenda nikampata kwenye matatizo na simjui bado nasimjui bado. Una hizo michezo zako za zamani kama kawa eh? Unajua, katika pita pita hizi hapa na pale ni kitu cha kawaida sana kukutana na mtu ambaye eh, unapaswa kumjua lakini huwa kati umjui. Ni eh, kweli. Kwa hivyo sasa kama shemeji huenda nimemuona lakini kwa sababu simjui eh, nampita tu namchukulia mtu mwingine wa kawaida tu. Bapo sio vizuri. M, unachokisema ni kweli eh? Kwa sababu kuna wakati katika maeneo yangu ya kazi nimemkamata mm -hmm, jambazi mmoja yani nilikuja kushtukia baadaye kumbe ni girlfriend ya bosi yangu. Acha. Uli uli ulisubishaje <laughs> sasa? Mimi nilikaweka kakalala ndani wewe, alafu asubuhi ilipofika, nishukia kameshaondolewa na bosi <laughs> eh? Kwa, kwa hiyo <laughs> sasa ukachukua hatua gani sasa, ngefanyaje? Ilibidi tu yawe jinsi ya, ya eh? Ajabu haya. Kwanza huku kuna vitoto vichanga vichanga vimeamuka na mambo ya ajabu eh? Nakwambia nimevinyorosha sijaviachia nafasi hata kidogo ya kupumua vitoto, <gulia> <gulia> <gulia> vidogo jamani. Yani, ukimwona mtoto unamwona kweli mtoto ako innocent, lakini ukimpata kwenye scene hapo, ndo utajua kumbe si mtoto kweli. Unajua, vijana wengi kwa sasa wamekosa ajira kabisa, kwa hiyo inawalazimu kuanza kufanya mambo ambayo ya kijambazi. <gulia> Ah, hizi ni akili mbaya tu, tusidanganyia ajira bwana. Kuna hasol suku nje mingi za watu kufanya, kuna biashara za watu wana engage ndani, sio kukosa ajira ndo kuanza kufanya uhalifu. Basi wengi tungefanya sana <laughs> tuwezi kuelewa. Kwanza kabisa, um, kuna kajambazi nilikuwa na kapasi huku, na nilikuwa naomba kama utanipa ushirikiano wako, basi itakuwa ni vyema kabisa. Oh, bila shaka. <laughs> Hawa watu wanapaswa kusopiwa kabisa. Kwa hivyo kama ni hilo, acha tuanze kulishughulikia mapema. <laughs> <laughs> Lazima wakazi wakae kwa amani, hakuna kusumbuliwa na hawa vijana wadogo wadogo, yeah. <laughs> <wakazi wetu laughs> <laughs> Hey. Hey, agire mwanangu. Mama. Hey, hey, karibu karibu sana. Mamangu. Nimekungoja sana mwanangu, oh. Ah, nilikuja tu mapema kazi nayo. Kazi pema. Nimekungoja sana. Hey, mama. Hata Recho naye anatengeneza pale chakula mm. Ah, hey. Ah, mama kijacho. Eh, sharudi <laughs> Hey, mm. Hey. Oh. Asante mishinda mm-hmm. Shinda. Shinda, yani mamangu anaweza kuja alafu usiaa ah, hmm. Ilikuwa mamako kelele kwa simu kirir kirir. Mama, mama amekuja. Sasa wangu nishamuelezea msumbe tokapo, akiniambia kwamba umeita kuna meeting. Sasa nikamwambia tarudi jioni. Sasa ilikuwa hmm. lazima akungoje. Karibu sana mama hmm. hmm. kwa mara nyingine eh, nimekaribia <laughs> eh. hmm. eh, utokako mwanangu? Kwema kabisa. Kazi inaendelea aje? kidogo tu hapa na pale, unajua changamoto haziishi, lakini ndo hali yenyewe, mwanaume kungangana tu <laughs> tuwasiliane na wewe kidogo. Nashukuru sana ah, mama kijacho. Hope kule jikoni umejiandaa vizuri sawa, sababu eh, muda ndio huu eh, OCS mwenzangu kutoka Central Police Station anakuja kutembelea leo. Hmm, Sole niambia nilisoma message. Okay. Eh, mimi niko sawa. Okay, ni sawa. Nashukuru sana kuwa na mwanamke mkakamavu kama ulivyokuwa wewe. Sasa hata mama nimemwandalia chakula kizuri. Okay. Hmm. Mm. Mama wangu mpenda. Asante. <laughs> Hmm. Mm. Nimejipanga zile pesa ambazo ulikuwa umeniachia. Nimeenda huko kununua kuku, kanunua samaki, kanunua fruits. Unajua nyinyi mnapendanga kula vitu tamtamu. Haswa. Eh, so hiyo ndo nimeandaa hata mama pia, eh akitoka hapa akirudi nyumbani atakuwa amefeel ya kwamba ametoka kwa mtoto amelishwa vizuri so. Na hapo ndo huwa anajifunia sana kuwa oh, na mwanamke mzuri kama huko. Mama, acha mimi niendelee, yeah. Jikoni huko nilikuwa naandaa vitu vizuri yeah. So sije kaungua nilete meza vitu ambazo ziko giza giza vizuri, sije kaungua, yeah. Sipendi wa maneno so peng, naelewa ila, huyo makini, usije kaunguza mikono, sawa sawa, siwezi Chanipe muda kidogo. Sawa. Sawa. Mm -hmm. Mama. Mama mwana mtoto wa watu hiyo. Nimemwona, hey. Nimemwona sasa kwa mwanangu. Mama. Nini hiyo ni leta hii? Hmm? Mama, unamaanisha nini kwani? Sifurahishi na wewe msichana. Na nikwambia kutoka kitambo. Mama. Mbona tena mpea mimba tena, amebeba mimba ni kama anataka kutendapo aucha, ah, na familia. Mama, ni kipi nimekosa hapa? Nikuambia ah, kutoka kitambo mwanangu, na juzi nimekuambia niko na msichana yule mzuri sana mwenye anatoka yani, kwa hiyo familia ambayo ina jimudi yenyewe, yaani familia mzuri. A rich family by the way. tena mu ukimwangalia umbo yake tu umbo lake tu unaona ni msichana ule mzuri msafi tena hmm. hmm. naona ndio lengo tu limenileta hapa hata ndio imenifanya sio naona hiyo brother venye mimi nangojea tu venye nilishuka kutoka gari akanikaribisha ndio lakini mimi moyo wangu um, uh, amfurahi kwa kweli mwanangu msiwe hivyo kwanza mtoto wa watu ndo nimemchukua kabisa, niko naye hata wazazi wanajua, alafu isitoshe anamjukuu mjuku wako kwenye tumbo, tutamweka wapi mama? Sasa unakwambia hivi mtoto, kwa kuwa mimba sio kitu, kuzaa sio kitu, wa wa tu tuana, ni wengi wamesana, hawajaoleka kwa huyo mume. Naona mwanangu, mtoto tu akisaa tu anampatia hata mtoto, mii naweza lelea, naweza linda mtoto, mbona namkulaa kuja hapa Hmm. Nimecheta mwenyewe tena huyo na brown mzuri ako na heshima zake hata akija hapa utafurahia. Lakini hmm. Mama, ujue ndoa ni kitu tofauti sana ndoa haifuatilii kuwa pesa au rangi ya mtu, uwe inatoka ndani ya moyo. Na mimi ndo nishaamua sasa ni huyu, alafu ndo unitaka kunipinda mama? Uwezu ah, uwe, ah. Uwe unanyaga katika katika wakati mgumu wa kufanya maamuzi. Kataa maneno yangu mtoto wangu. Sijisikii. Nasikia presha ikipanda na nataka na nikwambie kuambie mm, mwanzo unajua tu mimi na wewe ndio tumeshika hii familia. Baba yako alifariki kitambo, si unaelewa? Mimi ndio naweza kupatia mali, sasa hivyo hii mali unajivunia hii, hata mimi naweza kataa nisikupatie. Mama, hmm? Sasa hmm, mali na ndoa zinaingilia wapi? Ama ndo kushurutisha nifanye kile ambacho unataka wewe Sio hatumi na kushughudisha, lakini nataka tu uelewe, apokataa maoni yangu mm -hmm. Maoni ya wazee aikatali mingi, huwezi kataa. Karibu <laughs> sanaafia eh. Oh, karibu sana nafikianu <laughs> <laughs> <Sere? laughs>

Bisa, ah, salama tuko tu salama. Eeamaa, sasa nitakalia ambaye sina partner sasa mimi nikalie hapa hapa e. sisi eh, hapa hakuna e, shida sasa <laughs> eh, kila mtu najua e. Nimekuja na mke wangu, kwa hivyo anastahili kukaa karibu na mimi. Mke wako unamaanisha nini ukisema hivyo? ya nakuja na shemeji na shemeji na mkola, umeolewa ume Hapana, ni girlfriend yangu huyo. boyfriend wangu mm -hmm. Boyfriend wako mama, misi le, kwani umetupanga aje? Nini mbaya kinaendelea? Nisielewi. Umeona Ma, nini libaya hapa? Sababu mimi nimepanga hivi inamaanisha kwamba huyu amjue huyu, wewe huyu amjue. Mume wangu alikuwa amenielezea tu vizuri kwamba kuna mwenzake anakuja hapa na kupangwa sio mbaya sinikujuana tu mnakula mkijuana face to face hivyo tu. Lakini mama, kukaa kuna uhusiano na kufahamiana. Tunaweza kufahamiana, hmm. Sasa mukikaa hata pamoja itafanya nini? Ah, jamani, chakula kinapoa bwana. Unaona mama huyu, mamangu huyu eh? Ni mtu wa sarakasi mingi, sasa hivi yuko tu hivi. Kuja kae huko, kuja kae wapi. Siku. Siku. Mimi kama haya mambo yatakuwa hivi, nabidi tu mwelewe. Unajua, unalichukulia hili swala kwa rahisi sana, ila limenikera mimi. Mwantua, mwantua. Nambu. Nambu a, -a. Usiwe hivyo. Ni mambo madogo tu yanatengezeka haya. <laughs> Sasa si angetulia tu akae, kukaa peke yake. Inamaanisha ni? Ah, sasa nimefukuza wageni wangu, mhakikisha mnakula kwa, wachana na hasira. Mwanangu mwanangu sasa, sasa nimekuja kuona wewe tena unatoweka unatoweka unaniacha hapa. Sielewi mambo gani inaendelea hapa mimi. Sasa mnaniachia vyakula sababu ya kupanga tu peke yake, kupanga nyumba, kupanga kwa meza sio mnyumba, kupanga meza watu kukaa ni, hey, hmm, tu na kuongea mtu ajuane na mwingine. tena nimekuwa jambo lingine ligeni hata saa kwa mwanangu, jamani, mnaniachia meza tu. Kumsema jamii, usikose kutazama sehemu ya pili ya sinema hii murua, Mamangu anataka nimuoe jambazi, ili uweze kufahamu ni nini kilichojiri hapo mbeleni.